Dr. John Magufuli amefanya uteuzi wa wakurugenzi wa halmashauri za wilaya kumi na moja, mkurugenzi wa halmashauri ya mji mmoja na mkurugenzi wa halmashauri ya manispaa mmoja ili kujaza nafasi zilizokuwa wazi katika halmashauri hizo. Uteuzi huo umetangazwa na Katibu Mkuu Kiongozi Balozi John Kijazi. Halmashauri ya Wilaya Bukoba, Mwantumu Dau. Halmashauri ya Wilaya Ukerewe Frank Bahati. Halmashauri ya wilaya Mbulu Hudson Stanley Kamoga. Halmashauri ya wilaya ya Nsimbo Mwailwa Smith Pangani. Halmashauri ya wilaya ya Mkalama Godfrey Sanga. Halmashauri ya wilaya ya Ulanga Yusuf Daudi Semuguruka halmashauri ya wilaya Nachingwea, Bakari Kasinyo Mohamed halmashauri ya wilaya Kibondo, Juma Ali Mnwele halmashauri ya wilaya Moshi, Butamo Nuru Ndalahwa halmashauri ya mji Tarime, Elias Ara Ntiruhungwa manispaa ya Dodoma, Godwin Emmanuel Kunambi, halmashauri ya wilaya Karatu Waziri Morris na halmashauri ya wilaya Bagamoyo Fatma Omari Latu. Rais Dr Magufuli pia amemteua Eliya Ntandu kuwa katibu tawala wa mkoa wa Songwe. Ntandu pamoja na makatibu tawala walioteuliwa hapo jana ambao ni Ado Mapunda aliyeteuliwa kuwa katibu tawala wa mkoa wa Mara na Tiksoni Nzunda aliyeteuliwa kuwa katibu tawala wa mkoa wa Rukwa wataapishwa katika tarehe itakayotangazwa hapo baadaye. Wakurugenzi wa almashauri wote kumi na watatu walioteuliwa wanatakiwa kuripoti ofisi ya rais tawala za mikoa na serikali za mitaa TAMISEMI mkoani Dodoma siku ya Jumanne tarehe kumi na tatu ya mwezi huu kwa ajili ya kupata maelekezo zaidi. Hongera mkuu wa hadubini wa TBC Frank Bahati na wateule wote na kila laheri katika majukumu yenu mapya.